elewana sasa, amesema nisiingie, nisi kwenye gari nisiingie kwenye gari. Ah, ah, amna si tunakatazwa kuingia kwenye gari atalala. Ah, hapa shida iko, shida iko hapa, shida iko hapa, tusichezeane, tusichezeane, tusichezeane tu si